Ukijumlisha hapo jumla yake ni shilingi milioni 41, kama nilivyoeleza hapo awali, milioni 41 laki 897428. Baada ya kufuatilia miradi hiyo kwa yale ambayo yamebainika, ofisi imeweza kurejesha fedha kiasi cha shilingi milioni 25 laki 441422 na senti mbili kwa Mamlaka ya Mapato Tanzania kama kodi ya zuio pia imeweza kurejesha fedha shilingi milioni saba laki saba na sitini na tano na sita katika shule ya sekondari Unyambwa. Lakini tumeweza kurejesha fedha shilingi milioni tatu laki tisa alicholipwa mzabuni kwa kazi ya kusafirisha bidhaa za ujenzi kutoka Dar es Salaam kuja Singida, ambayo fedha hiyo ililipwa zaidi ya gharama halisi ambayo mzabuni alipaswa kulipwa. Lakini pia tumeweza kurejesha fedha kiasi cha shilingi laki sita kwenye akaunti ya shule ya sekondari Kintinku. Uchambuzi wa mfumo tulifanya uchambuzi wa mfumo wa matumizi ya fedha ya ruzuku na michango ya wanafunzi katika, katika shule za sekondari mkoa wa Singida. Uchambuzi huu ulibaini matumizi mabaya ya fedha kiacha shilingi milioni 281 za michango ya wanafunzi iliyokusudiwa kununua vifaa vya tehama pamoja na karatasi katika shule ya unyianga na Mikiu. Baada ya ufuatiliaji huo, TAKUKURU iliweza kurejesha fedha kiasi hicho shilingi milioni. Iliweza kufanya kikao na wadau ili kuweka mikakati ya namna ya kurejesha fedha hizo, eh, ambazo zilikuwa za michango ya wanafunzi. Kazi nyingine ambazo zimefanyika ni kazi za elimu kwa umma. Sisi tumeshaanza elimu kwa umma kwa wananchi, sio kwamba tumesubiri mchakato ufike ndio tuanze kuelimisha wananchi. Hapana, mchakato wa elimu kwa umma umeshaanza. Tunapita kwa wananchi kufanya mikutano ya hadhara, tunafanya semina, tunakutana na makundi mbalimbali ya vyama vya siasa kwa maana kuelimisha azima ya kuelimisha kuhusiana na masuala yazima ya namna tunaweza kuzuia rushwa kwenye mchakato wa uchaguzi. E, tutoe rai kwa wananchi wa mkoa wa Singida e, kuhakikisha kwamba wanajiepusha na vitendo vya rushwa katika kipindi cha uchaguzi kwa sababu e, kukiwa na vitendo vya rushwa kwenye uchaguzi hatuwezi kupata viongozi bora, tutapata viongozi ambao watatumia muda wao mwingi kurudisha fedha walizohonga wananchi badala ya kutumia muda wao mwingi kuwaletea wananchi maendeleo.